Kuna wauzaji wako pale nje bado wanauza. La pili, naelewa watumiaji wengi wako shule. Daktari, utakubaliana na mimi, wanafunzi wengi. And one of these days nitakutembelea the daktari daktari. Akisema kulingana na utafiti, watu ambao wameathirika ni zaidi ya hawa, kwa sababu nimekuwa nikifuatilia. Nafikiri ni hiyo tu, ndio ilikuwa observation yangu. Jina ni Cosmas Maina. Uh, ni mwanzilishi wa shirika uh, la Teens Watch Rehabilitation Center hapa Kwale County uh, nashukuru sana kuweza kuwa kwa mjadala wa leo ambao umeletwa na Teens Watch center na Kelin kuweza kuhamasisha jamii na kuja uh, na uongozo mwongozo wa kuweza kupata policy policy ambayo itatusaidia kwa sababu mahitaji yetu yamekuwa ni makubwa.

And this is an appeal we want to make even to our governor, Honorable Fatuma Achani, uh, and uh, to the county government to be able to support

that are being endangered by drugs and substance abuse in the country. Thank you. Oh. Yeah. Ah. so, wewe unataka mbona unataka zichanganye na pia tunataka kusema kwamba uh, shirika la Teens Watch Center linasaidia vijana na vitu tofauti. Tunafanya pia uh, counseling sessions uh, za kuweza kuwazungumzia na kuwarai waache kutumia mihadarati, lakini pia tunawapatia chakula pia. Tuna mambo ya madawa ambayo tunawapatia, kama vile ya ukimwi, kuna ile tunawapatia pia za STIs za kama wamepata kaswende na magonjwa mengine, na pia tuna mpango wa tunafanya wa kuwasaidia vijana waweze kujenga na matofali na kuweza kujenga interlocking blocks na pia mats na pia kutengeza sabuni ili waweze kujikimu kimaisha. Kwa hivyo Teen Soch sio tu mradi wa kuweza kuwapatia sindano, kwa sababu pia sindano tunawapa wale ambao wanajibwenga ili waweze kujibwenga salama bila kuambukizana bila kupata hepatitis na pia bila kupata bloodborne diseases kama vile hata ukimwi. Kwa hivyo shirika letu pia linawapa nafasi ya kuja kuoga, kuja kutengeza nywele na kuweza kuwaboresha maisha wawe watu wasafi, watu ambao wanaweza kubalika katika jamii. Pia tuna kitengo cha kuenda hadi kule jela, prison, tunaenda kuwazungumzia pia kuwapelekea uh, madawa ya magonjwa tofauti ambayo waweza kuwa wameambukizwa, kuwazungumzia na pia kuweza kuwaelezea vile watakavyoishi vizuri na jamii watakapotoka, ili tunafanya linkage between the prison and the parents. Ingine ambayo tunafanya ni forums za jamii, kwamba tunaenda kuongea na jamii, hususan jamii ya vijana ambao wanatumia mihadarati ama walikuwa wanatumia, sahii wako kwa methadone, kuweza kuambia jamii vile wanaweza kuwakubali katika jamii zao. Asante sana kwa saa hii. Uh, ufadhili wetu kweli ulishuka kwa sababu uh, USAID pia ilitoa ufadhili wake, na vile nimewaeleza, pia Global Fund kupitia kwa Kenya Red Cross ilipunguza uh, pesa ambao walikuwa wanatupatia kwenye program zetu. Kwa hivyo sasa tuna, tunaona vijana takriban karibu vijana elfu nne watakuwa kwenye hatari ya kuweza kurudi kwenye kujibwenga na kutumia madawa kulevya. Tusipopata msaada wa dharura, tusiposaidiwa hivi karibuni, hao vijana wengi watakuwa katika uh, neno mbaya sana kwa sababu hakuna uh, pesa za kuwanunulia chakula, hakuna pesa ya kuwanunulia madawa, ili madawa ile yao ya kihospitali, ili waweze kutibiwa wakiwa na shida, chakula chao kitakuwa hakuna, na pia mahali pa kuwasaidia penyewe, tutashindwa kupa hifadhi, kwa sababu ya sustainability ya program zetu bila ufadhili wa kutoka ngambo na kutoka nje pia ndio sababu tunasema wenyeji wa hapa wale kama vile Best Titanium pia, unajua ilienda hiyo, pia ilikuwa base, ilikuwa inatusaidia saa hii. Best Titanium haiko, lakini sasa tukipata mahoteli uh, gavana uh, rais wetu na wengine wakiingilia, wakumbuke hawa vijana ambao wanaumia na janga la madawa kulevya, itakuwa ni jambo mzuri sana.

Alright. Yeah, naitwa Mheshimiwa Teresia Bahati, ni mjumbe mteuliwa katika bunge la Kwale na ni mama. Ningependa kusema kwamba sio Kwale peke yake ambao tutaathirika na Trump kukosa kuleta ufadhili Kenya. USAID itaondoka na mashirika mengine, but ni Kenya nzima. Ni viongozi wa kitaifa hata ni ni ni, but nazungumzia Kenya kwa sababu mimi mimi ni Mkenya na mimi ni Kwale. Aidha ni, ni, hey, ni viongozi waangalie watengeze sheria ili kutengwe pesa maalum kwa sababu wananchi wetu wataumia, watoto wetu wataumia. Kuna wale watoto wetu wanatumia miadarati, kuna wale wameathirika na virusi, na ule ufadhili umeondoka. What next for our people? Ni viongozi tukae chini, tutengeze policy ambazo zitaweza kusaidia watu wetu wa Kwale, si Kwale peke yake, but Kenya nzima. Tunahitaji tukae chini kama viongozi na mashirika tofauti, tusaidie kwa sababu kuna janga ambalo linaenda kutokezea. Kuna mmoja wetu hapa amesema walipewa mpaka tarehe 19 ya mwezi huu ndio wajue kwamba zile fedha zitakuja na zitakuja kwa sehemu gani. Kama watatoa fedha zote, basi ni wakati muhimu, kabla tuingie katika bajeti ya mwaka 2026 2027, tuwe tumeeka sheria ambayo itawezesha yule control of budget apate kupatia counties pesa tununulie ndugu zetu zile dawa za kupunguza makali ya virusi vya Ukimwi, na pia tusaidie na methadone na zile uh, uh, fedha ambazo zilikuwa zinafadhili miradi tofauti, kwa sababu kweli ni kwamba USAID imeenda, tulikuwa na bezi tutania, imeenda, what next It's upon the leaders we sit down, na tutengeze sheria tusaidie watu wetu wa shukran. Okay, naam. Kwale uh, kwa majina ni Mheshimiwa Mwagari Mwasoko Mwanyaye, MCA Macron Ward, na chairman wa masuala ya afya katika gatuzi la Kwale naam. Naam, uh, kwa kusema kweli tunaweza tunaweza sema ni bahati mbaya ambayo iliweza kutokea kwamba wafadhili waliweza kujiondoa katika kusimamia masuala mengi hapa nchini Kenya, na tukizungumzia nafasi hiyo ni kwamba this is the sad reality, kama vile unavyochukua picha ukijua siku moja itakuja kutumika katika jeneza lako, lazima tukue, tutaketi kama kaunti na tuweze kuona ni jinsi gani tutaenda kuziba hili pengo ambalo limeachwa na wafadhili na kufikia hapo ndio maana leo tuko hapa tukiwa na wafadhili tofauti tofauti kutoka hapa nchini, tukiwa tunajaribu kuzungumza na kuweka vicha pamoja, tukiona ni jinsi gani tutaweza kuja na pengine hata kama ni policy document, yenye itakuwa inaonyesha jinsi ya vile pesa zitakuwa zitahitajika zikiweza kwenda kutumika. Basi ndio maana unapata leo kama the political wing tumeweza kuhusishwa na leo tuna mengi ambayo tumeyazungumzia ya kwamba kuna haja ya stakeholders tofauti tofauti waje pamoja, tukaweza kwenda kushirikiana katika gurudumu hili, maanake ni janga. Ndugu zetu wale wenye walikuwa wanatumia dawa za, uh, za virusi bado watahitaji dawa. Ndugu zetu wale wanatumia dawa zile za kuwasaidia waachane na mihadarati bado watahitaji dawa. Kunazo jinsi za kuweza kutum, uh, kupunguza uh, uh, madhara zaidi ambazo tumeweza kuzizungumzia kwa siku ya leo ambayo inaitwa harm reduction ambayo kwa kusema kweli ilikuwa ni forum ya kuweza kutujenga sisi kama viongozi. Maanake tunayo nafasi kubwa, tukirudi kule mashinani tunakutana na raia na kura ile ile yenye imeweza kuathirika na virusi. Sisi kwetu bado ndio tutakupigia kura, kura ile ile yenye imeathirika na maswala ya madawa ya kulevya, tunahitaji bado ikafanya nini ikatupigie kura na tunayohitaji, tunahitaji na afya nzuri ya kwamba wataweza kuendelea na mashughuli zao, kwa sababu anaweza kuwa ni babake mtu, anaweza kuwa ni shangazi yake mtu, anaweza kuwa ni mamake mtu ama ni mtoto wa mtu mwenye bado anahitajika katika jamii kuweza kwenda kusaidia, maana ni mtu na nguvu zake. Kwa hivyo anaweza kufanya kazi kama wale wengine. Naam, naam, ah, kusema kweli ukweli a, pesa ya serikali inatumika kulingana ku, na kwamba kuko na kuko na program yenye imewekwa na serikali. Hivyo basi unapata saa zingine inakuwa vigumu kama county government sisi kusema tutatenga pesa tuzipe NGOs ama wa, makundi mengine nje na ile uh, wizara ya afya. Hivyo basi utakuta bajeti zetu tukifanya ikitoka kwa executive ikija kwetu sisi kama bunge tunakuja kuangalia zile priorities zenye zimepitia public participation kutoka kwa raia. Zikifika kwetu sisi nazi tunazi pitia tunaona ni kweli ni kile chenye waraia walikuwa wamezungumzia, basi tunakipitisha na tunarudisha upande ule kwa executive arm for implementation. Hivyo basi naona there is need ya kwamba hii picha hii iweze kupatikana, ipatikane uh, vizu, uh, vizuri iweze kutokezea kule kwa national government ya kwamba there is need for coming up with a, a policy ili enye taweza kwenda kuona ni vipi such organizations zinaweza zikawa zinapokea funding kutoka kwa serikali kuu ama hata kwa county government. No. Uh, my name is John Bao. I work in ASCOP as a manager key and vulnerable populations. Today we were here in Kwale County. We were in a meeting uh, that we were discussing uh, with the stakeholders on the way forward uh, for key and vulnerable populations programming with MCS

The ministry uh, actually uh, provides quality care uh, through uh, ART uh, interventions that are initiated. For PWIDs, we have a very vast uh, harm reduction uh, program where we provide needle and syringes, syringes to these PWIDs. We have peer educators who reach them out into the hotspot where they inject uh, these uh, drugs, hard drugs To ensure that they are brought to the clinics which are dices which have been established uh, safe spaces for these uh, pwds for them to uh, get services of late we are aware of the dwindling funding we are trying to look at uh, areas of collaboration with the local partners to see if counties can be able to see uh, if they are inhouseor in counties partners whom they can work with to see if there are gaps that they need to be filled Uh, we are very hopeful that uh, as we continue working, we are able to eliminate HIV infections among these populations, just to reduce the prevalence at the end of the day and ensure that uh, these populations are well protected. Uh, I think that is it for now for today. We have finalized the meeting. We have discussed with the county assembly members on uh, the county having uh, a HIV AIDS strategic plan at the county level. And the allocation of funds, if they're able to allocate funds at the county level, to HIV programming, just to ensure that there is government ownership of the program.